Mwaka huu tuna Al Ahli, tuna Jes Kabili, tuna Farabat, tuna timu kutoka Moroko, tuna timu kutoka Misri, tuna timu kutoka Algeria, alafu kuna sisi Yanga. Maana yake sisi Yanga tunawawakilisha East Africa, West, South, kote huku mnatutegemea sisi. Kwa Waarabu, nataka nikuhakikishie ndugu yangu, hawa arabu watatu uliowataja, hao hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali. Hao watatu uliowataja, chukua maneno yangu, nakwambia watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa msimu huu. Si watanii, we are more than serious safari hii kwenye champions league. Watajichagua kama ni kutoka Moroko kutoka Algeria kutoka Misri, kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha, hatuwezi kuiangusha. Hiyo nafasi tuko tayari, na sio tu waarabu kwenye ile kundi, hata angeongezwa Barcelona kwenye ili kundi angeongezwa Madrid na Man City wote na Arsenal umo waekwe, bado nafasi yetu moja Yanga tungeipambania kuipata. Pa watishika na jas kabili sijui ngeongezwa hapo, ateta aje apige kona, tungedili naye bado hiyo nafasi yani, kama ili kundi lina timu moja ya kufuzu hiyo timu itakuwa Yanga, kama ni mbili ni Yanga na mwingine Sio masuala ya mwarabu Moroko, ni Yanga na mwarabu mmoja, watachaguana wao, naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali. Na narudia kuwaomba tena, muda wenu maeno ushapita, umekuja muda wa kazi. Sisi ndio wenye kazi, sisi ndio watu kazi, tunataka tuwajibu kwa vitendo, na vitendo vinaanza Jumamosi New Aman Complex, inshallah.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.